Mashallah, nadhani umeweza kutazama vizuri kabisa video mbalimbali mbali za mtoto wa Paula pamoja na Mario. Leo ni siku yake ya kuzaliwa na tayari ameshafikisha mwaka mmoja. Sasa hapa nimekuletea kiundani, kuweza kufahamu kahistoria kafupi tu cha mtoto huyu wa Paula pamoja na Mario tangu kuzaliwa kwake mpaka kufikia leo tarehe tatu mwezi wa tano mwaka 2025 ndio anatimiza mwaka wake mmoja na hii ndio siku pekee ambayo kiukweli hakuna aliamini kama Paula na yeye amejifungua mtoto e, wa kwanza tena wa kike e. Stori hizi ziliweza kuenea sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Mastaa kibao waliweza kushtushwa na habari hiyo kubwa, habari ya furaha kwamba Paula amejifungua mtoto wa kike mama yake ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa ambaye aliweza kumsindikiza Paula mpaka hospitali ambayo hmm, Paula aliweza kujifungulia mtoto na aliweza kufikishwa hapo hospitalini akiwa amechoka kwelikweli. Manesi waliweza kumpokea Paula na kumpeleka moja kwa moja katika chumba cha leba, chumba cha kujifungulia. Huko Paula akiwa anaugulia maumivu makali, na mama yake aliweza kumsindikiza paka katika chumba hicho, na huku akimwambia mwanae huyo Paula kwamba ajikaze, ameshakuwa mkubwa sasa, mm, anatarajia kuweza kuitwa mama. Paula alikuwa akilia, akilalamika maumivu ni makali sana, kutokana na uchungu ambao alikuwa usikia humo katika chumba cha leba ambacho aliweza kufikishwa mara moja, na madaktari ambao waliweza e, kumpokea Kajala na hatimaye kuweza kumchukua Paula kumpeleka katika chumba hicho special kabisa kwa ajili ya kuanza kwa kujifungua mtoto wake huyo wa kwanza wa kike. Na huko tayari Marioo alishapokea ujumbe kutoka kwa mama mkuu wake huyo Kajala kwamba tunaelekea hospitali ya Ocean Road, tunaomba ufike haraka sana, niko na Paula. Mm, huu ni ujumbe mzito ambao Mario aliweza kupokea e, kwamba mchumbake, um, huyu Paula anayepelekwa hospitali ya Ocean Road anakwenda kujifungua, hivyo anaombwa Mario afike haraka sana. Punde si punde Mario aliweza kufika hospitalini hapo Ocean Road, huku akiwa hajui kinachoendelea kwa sababu alipokea taarifa hizo na hajui ambacho kimeweza kutokea Paula alikuwa tayari yuko katika chumba cha reba na huku mama yake huyo Kajala aliambiwa na manesi pamoja na daktari mmoja ambaye aliweza kuhusika katika kujifungua kwa Paula kwamba anahitajika aweze kutoka nje ili kuweza e, kumwacha mtoto wake huyo Paula mm, katika uangalizi wa daktari pamoja na manesi ambao walikuwepo hapo wawili, mm, kuhakikisha kwamba Paula anajifungua salama. Marioo alipofika hapo hospitali ya Ocean Lodi, mm, hizi ni taarifa ambazo ziliweza kuenea sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba Paula amepelekwa hospitali na mamake huyo, e wa huyo, mama huyo Kajara na taarifa zingine zilianza kutumwa kwa ndugu marafiki wa karibu akiwemo baba yake huyo mzazi ambaye ni p Kimajani, na pia aliweza kuhitajika kufika hospitalini na Marioo akawa ameweza kufika hapo hospitalini, na akamkuta mamakuu wake huyo Kajara akiwa yuko pale katika kodro pembezoni mwa chumba ambacho Paula alikuwa ameingia e, huku Kajara akiwa na wasiwasi na shauku kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea katika chumba hicho ambacho Paula alikuwepo huku akiendelea na matibabu ya yeye kuweza kujifungua salama. E, Mario alipofika pale alimkuta Kajala na waliweza kusalimiana vizuri, e, huku Kajala akiwa ana tabasamu zuri la kuweza kumfariji mko wake huyo Mario kwamba asiogope kila kitu kitakwenda vizuri kabisa kama Mungu alivyopanga. Ilipita kama masaa mawili hivi, na taarifa zilitoka kwa nesi mmoja ambaye aliweza kufungua mlango kusema kwamba ongeleni, mepata mtoto wa kike. Jambo hili liliweza kumfanya Mario kuweza kufurahi pia, Kajala aliweza kufurahi sana, huko akimshukuru Mungu. E, baada ya mtoto wake kuweza kujifungua salama kabisa hapa hospitalini, hatimaye mm, kuweza kupata mjukuu wake wa kwanza ambaye ndio huyu e, Amara ambaye aliweza e, kuzaliwa tarehe tatu mwezi wa tano mwaka 2024 mwaka jana, ndio siku ambayo Paula aliingia kwa mara ya kwanza kabisa katika chumba cha leba nama kuweza kujifungua mtoto wake huyu wa kwanza e, binti yake huyo wa ujanani ambaye amemfanya Paula kubadilika kwa asilimia mia mia. Paula aliweza kubadilika sana tangu kujifungua kwake. E, kwa sasa amekuwa ni mama bora kabisa ambaye yuko busy na familia yake, na hizi hapa ndo posti mbalimbali za mtoto wa Paula pamoja na Mario. Unaona kabisa kwamba hapa jinsi gani Paula aliweza kupambana kwelikweli katika malezi ya kumlea mtoto wake huyo Amara tangu mtoto huyo alipozaliwa, e, na hatimaye kwa sasa kuweza kufikisha mwaka mmoja jambo mm, hili saa la mchezo ni kumpa pongezi Paula, kuweza kujitahidi katika malezi kuhakikisha kwamba mtoto wake anakuwa na afya bora kama unavyomwona hapa hizi, mm, posti mbalimbali pamoja na video ambazo zimeendelea kutende katika mitandao ya kijamii. Siku ya leo familia ya Mario kuweza kusherekea birthday ya mtoto wake huyo eh, wa kwanza wa ujanani ambaye ni Amara. E, Omari e, Mwanga, hilo ndio e, jina halisi la babake huyo Mario Omari Mwanga, na mamake huyo Paula Paulo e, Majani ambaye ndio jina halisi la mamake huyo Paula. Bwana asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kukujuza kuhusiana na taarifa hii kubwa ambayo kwa sasa inaendelea kuenea katika mtandao wa kijamii siku pekee leo tarehe tatu mwezi wa tano mwaka 2025 ni siku muhimu kabisa katika familia ya pande zote mbili, familia ya Mario pamoja na familia ya Paula o na wazazi wake hawa wawili, Mario mwenyewe na Paula mwenyewe kuweza kusherekea siku ya kuzaliwa ya mtoto huyo Amara. E, mtoto wa, wa pekee kabisa, mtoto wao wa kwanza, binti yao huyu mrembo, e, she so cute, mtoto ambaye amezaliwa katika familia ya ustaa, akiwemo babake huyu ambaye ni mwimba mziki wa Bongo Flava pamoja na mama yake ambaye ni Paula mtoto wa mwigizaji maarufu hapa nchini Kajala Masanja. Mm, jambo hili ni kubwa kuli kweli e, bwana asante sana. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto, ni sisi Bongo Mpya TV, tuko hapa kila siku. Hakikisha unabonyeza alama yako na subscribe ili kuendelea kupata habari zetu mbalimbali ambazo tunazileta kila siku, mm, hapa hapa Bongo Mpya TV. Happy birthday Amara, mtoto mm, wa Paula pamoja na Marioo e, Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, wazazi wako wa kulee katika misingi na maadili ya kumpendezesha Mwenyezi Mungu. Asante sana tukutane tena wakati mwingine.